Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kama tunavyofahamu kwamba kituo hiki e, eh, kimefadhiliwa kwa kiasi kikubwa sana na wenzetu wa serikali ya Uingereza e, eh, kupitia ofisi yake ya Com Commonwealth na mradi wetu wa Shule Bora ambao wenye thamani ya zaidi ya paundi za eh, za Uingereza 89 ambao ni zaidi ya bilioni 271, ambapo hapo awali tulikuwa na kitu kinaitwa eh, call center, lakini sasa hivi tuna contact center. Maana mnaona hizi facility zote ziko hapa. Lakini kama tunavyofahamu, tarehe 22 mwezi wa 4 wa 2021 Daktari Samia Suluhu Hassan akihutubia Bunge kwa mara ya kwanza e, kama Amiri Jeshi Mkuu na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliagiza Wizara ya Elimu kufanya mapitio ya sera pamoja na mitaala yetu, kazi ambayo ilikamilika mwezi wa kumi, e, 2023 na sera hiyo sasa imezinduliwa tarehe moja mwezi wa pili mwaka 2025, lakini sera yetu hii pamoja na mitaala yetu mipya imeanza kufanya kazi toka 2024. tafsiri yake ni nini sasa kwa upande wa Tanzania tunatoa wito kwa Watanzania wote. E, sera hii ni kama tulivyosema ni 2014 lakini toleo la 2023. 20, lakini ina maboresho na mabadiliko makubwa sana ambayo kila Mtanzania anatakiwa ayafahamu, na yule asiyeyafahamu, tukasema sisi kama serikali, kama wizara, kuna umuhimu wa kuwa na kituo cha kupata taarifa mbalimbali kutokana na mabadiliko ya taaluma yetu, mabadiliko ya elimu yetu na eh, mabadiliko ya mitaala pamoja na sera hii ambayo tunaendelea kuyatekeleza. Tunafahamu kwamba kutakuwa na changamoto mbalimbali zitakazojitokeza mbali wakati tunaendelea kutekeleza sera pamoja na mitaala hii yetu mpya. Sasa ni wajibu wa kila Mtanzania kutoa ushauri, kutoa mawazo yake, kutoa maoni yake. Kwa hiyo kama wizara kama serikali tumeona ni muhimu kuwa na kituo hiki ili kuanza kupokea eh, huo ushauri, maoni na mawazo ya watu mbalimbali ili kuhakikisha kwamba tunaendelea kuboresha elimu yetu iwe ni ile elimu ambayo Mheshimiwa Rais anaitaka, lakini e, ulimwengu jinsi unavyo unavyokwenda. Kwa hiyo kipekee ni washukuru na niwapongeze Serikali ya Uingereza kwa kuliona hili kwa kutu, kutufanyia upgrading ya kituo chetu kutoka call center kwenda contact center, na sisi tunaahidi kwamba tutatunza e, vifaa hivi lakini vile vile watumishi wetu kwa sababu watapata mafunzo maalum tunaamini watafanya e, tuna watafanya kazi washapata mafunzo tunaamini watafanya kazi hii kwa weledi kuhakikisha kwamba wanahudumia e, Watanzania. Mheshimiwa naibu waziri, kituo hiki cha huduma kwa wateja kwa kweli tumekisubiri kwa muda wa kama miaka miwili iliyopita na leo kimekamilika. Na hivyo tuna furaha sana kwamba kituo hiki sasa kipo tayari kutangaza lakini kuendelea kutoa huduma zile ambazo tunazitoa katika uh, uh, uh, sekta ya elimu. Kwa namna ya pekee niruhusu ni, ni washukuru uh, FCDO kupitia programu yake ya Shule Bora kwa kuchangia uh, katika kuboresha kituo hiki. Kama mnavyokumbuka tulikuwa na call, call, call center awali uh, lakini sasa sisi tunakwenda kisasa zaidi. Kwa hiyo sasa uh, kupitia shule bora tumeweza kuwa na contact center. Contact center is bigger than a call center nafikiri wataalamu watakuja kutuelewesha tofauti ya vitu hivyo viwili ni nini, lakini kwa kweli tunapenda kuwashukuru sana FCDO kupitia mradi wake wa shule bora kwa kusapoti swala hili na tunaomba tuwapigie makofi tena.